Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha na mgeni rasmi wa shughuli ya leo, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa Serikali, meza kuu, jukwaa kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria ndugu Eliakim Maswi, naomba nitambulishe viongozi ngazi ya kitaifa walioambatana na Mheshimiwa Waziri kwenye tukio hili muhimu. Kwanza kabisa, tunaye Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pili, tunaye Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo, mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. tunaye pia Mheshimiwa Edward Olekaita Kisau, mjumbe wa kamati ya kudumu ya katiba utawala katiba na sheria. Lakini tunaye wakili Amoni Mpanju, naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaye pia ndugu Patient Ntwina, katibu mtendaji wa tume ya haki za binadamu na utawala bora. Tunaye mwakilishi naibu kabidhi wasii mkuu na afisa mtendaji mkuu wa Rita. Lakini pia tunaye Bi Judith Lushohola mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu. Tunao pia management na watumishi wa wizara ya katiba na sheria, wengi wako kwenye mabanda. Tunaye pia Dr. Monica Mhoja mjumbe na mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya huduma za msaada wa kisheria tunaye pia ndugu ipiana mlilo mkurugenzi, kutoka, mkurugenzi msaidizi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali lakini pia tunaye bisilivia matiko matiku mkurugenzi msaidizi pia kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali lakini pia tunaye bwana rashidi muhammed katibu wa chama cha mawakili wa serikali, lakini na bwana Shayo rais wa chama cha mawakili wa serikali, wakili George Njoka ametambulishwa, lakini pia tumetaarifiwa na mwakilisha rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, na tunaye pia wakili George Molel akiwakilisha wadau za msaada wa kisheria na shirika la Legal Service Facility. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunazo timu za utekelezaji ambazo kesho zitaanza kutoa huduma katika halmashauri zote. Asante sana Mheshimiwa.